ikuona hiyo baba moja kaaga, alikuwa anafanya kazi kubwa sana katika shirika la kimataifa niaga asubuhi vizuri na watoto wake wamwaga, na mke wake anaenda kazini, walikuwa na kazi. Kikao baga Bagamoya, kufika saa tisa wakaletewa taarifa kwamba baba yenu hayupo. Kwa hiyo kwa kweli ni neema tu ya Mungu tunaishi tunapumua tunakuwa na uhai. Ndio maana katika kutambua hilo ni vizuri sana nakuwa na moyo wa shukrani, yaani kabisa kumshukuru Mungu kwa moyo, kwa dhati sana sana sana. Kwa hiyo kama hata siku moja hata kama ni saa moja linakuwa gumu kulimaliza, sisi ni nani? Tumemaliza siku, tutakuwa tumaliza zaidi ya siku mia themanini.